video itembee wanaenda kufufua watu waliokufa wanaenda kufufua wale makaburi ndugu zangu watanganyika ndugu zangu watanganyika naombeni mwapigie hawa watu simu waambie waache kwenda kufufua kuendeleza kuangaisha hao ndugu zetu waache mara moja naanza na namba ya simu ya abdul 0715 90 98 88 hiyo ni namba ya abdul mpigieni simu waambieni waache kufufua hao watu kwanzia kesho na kuendelea. So namba ya simu ya abduli ni sifuri saba moja tano tisini na tisa themanini na nane. Hiyo ni namba ya Abduli. Namba ya simu ya nani, ya sumai ni sifuri sita tano tisa kumi na tatu thelathini na nane sabini na saba. Namba ya simu ya Sumai ni sifuri sita tano tisa kumi na tatu thelathini na nane sabini na saba hiyo ni namba ya Sumai. Namba ya simu ya Mchengerwa, waambieni waache hizo maitu, waache kufufua watoto. Mimi niko hapo masaa ishirini na nne niko pale toka siku waliozika hapo. Namba ya simu namba ya simu ya Mchengerwa ni sifuri saba tano sita kumi na nne sabini na tano sabini na tisa. Namba ya simu ya mchengerwa ni sifuri saba tano sita kumi na nne sabini na tano sabini na tisa Mchengera. Namba ya simu ya Chalamira, sorry guys nina hasila sana. Namba ya simu ya Chalamira sifuri saba sita saba kumi na tano sifuri nne sifuri sifuri namba sim ya simu ya Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni 0767 150400. Namba simu ya Chalamila hiyo na si namba sim ya simu ya Lizwani Kikwete. Namba sim ya simu ya Lizwani Kikwete ni sifuri saba sita nne nne nne arobaini na tisa tisini na tisa namba ya simu ya Lizwani Kikwete ni 07, 64, 44, oh, ya ki, Lizwani Kikwete ni 07, 64, 44, 49 99. Ninarudia tena namba ya simu ya Lizwani Kikwete ni 07, 64, 44, 49, tisini na sita. Ndugu zangu ni Watanzania, ndugu zangu ni Watanganyika, naombeni muwapigie simu, muwambie waache kufufua kaburi hizo. Waambieni Rachel Dangwa amesema, na Tanzania, watanganyika wote wamesema, acheni kufufua hizo maiti. Kama mngejua, msingeua mtu hata mmoja na mnavyo ulivyokuwa jinga wapumbavu mnaendelea kuwa kila siku na kuwazika kwenye ma